Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa, mandugu zangu, madada zangu, vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, mabibi na mabwana, natumai kwamba mko salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Leo ni furaha iliyokuu, tunazidi sana kumshukuru Yehova kwa ajili ya kuzidi kutuunganisha hapa mtandaoni. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa wewe kuzidi kunifuatilia siku zote kuzidi ku like, ku comment, ku share, kuendelea kunifollow. Yehova akubariki sana na endelee kukutia nguvu. Basi nami pia nitaendelea kufanya vile vile, kama jinsi unavyofanya na kuzidi kunifuata kwa haki. Nami pia nitakufuata kwa haki. Kumbuka nitakufuata kwa ajili ya ukweli wa Yehova. Nitakufuata kwa ajili ya neno la Mungu. Lakini kwa upuuzi mimi sitakufuata. Kwa sababu najua upuuzi wako utajaa kichwani mwangu, nami pia nitakuwa mpuuzi kama wewe. Kwa hivyo nahitaji sisi wote tuyatembeze maneno ya Mungu kwa majizi Mungu anayotaka kwenye maisha yetu, tuwe pamoja na Mwenyezi Mungu na tuweze kuyatenda yanayostahimili sisi kama watu wake. Basi siku kama ya leo, nazidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniunganisha hapa mimi na wewe. Wewe uliye hapo uliotulia, labda ulikuwa na pita, pita zako, ukaweza kukutana hapa na mimi. Yehova akubariki sana na aweze kukutia nguvu. Nakuomba kwa muda wa dakika mbili ama tatu. Nahitaji nikufundishe na wewe kitu hapa kidogo angalau tuweze kuelewa. Tujue kwamba tunaweza kuishi namna gani katika maisha yetu ya kiroho hapa duniani. Ni maneno gani ambayo utaweza kuyafanya mazuri ndipo yaweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengine huwa tunayafanya lakini kwa macho yetu ya kawaida tunaona ya kwamba tunatenda wema. Lakini kumbe ndani ya macho ya kiroho sisi ni wapotofu wa mwisho kabisa. Wanaweza ukaona ya kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana mbele za Mwenyezi Mungu, ukaona ya kwamba kazi unazozifanya zinampendeza Yakoba, kumbe hakuna kazi hata moja inayompendeza Yakoba. Kwa sababu gani? Wewe hauna upendo. Nitazidi kusimulia jambo la upendo siku zote. Yani upendo, nimekuja kukundua, upendo ni kitu kingine kikubwa sana ambacho kimemshinda mwanadamu kuhimili. Kama kuna jambo linamsumbua sana mwanadamu awe mwenye dhambi awe yule anayezidi kutubu siku zote, yaani kama kuna jambo linamsumbua mwanadamu siku hizi jamani, ni upendo. Upendo umekosekana kabisa ndani yetu. Hebu tuvuke katika maandiko yetu matakatifu, tuangalie e, katika kile kifungu cha Wakorintho, e, Paulo anawaambiaje Wakorintho wa wakati anadhuru kule na kuendelea kuitangaza Injili ukiangalia katika wakorinzo wa kwanza natumai itakuwa ni ukweli kabisa wakorinzo wa kwanza. Wakorinzo, ni wa kwanza korinzo wa kwanza mimi nitasoma pamoja na wewe ili tupate kuelewa Paulo anasemaje katika wakorinzo wa kwanza sura ni ile ile ya 13 tunaanzia hapo hapo wala tubanduki inasemaje hapa ah Paulo anazidi kujidhihirisha machoni pa wakorinzo na ulimwengu mzima na kuzidi kuambia kwamba A, anasemaje? Paulo anasema ya kwamba nichaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba shaba iliyao na upatu uvumao. Nitarudia tena, anasema ya kwamba nichaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyao na upatu ufumao. Akiendelea nasemaje tena, nichapokuwa na unabii <coughs> na kujua siri zote na maarifa yote, nichapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo <coughs> si kitu <ito> mimi. <coughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai ni jambo jema kabisa ambalo tunaweza kumwelewa mtume Paulo jinsi anavyozidi kuambia wa Korintho na wa ulimwengu ya kwamba ujaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Unajua, kuna baadhi ya watu wanaweza kuongea kwa lugha za malaika na kuongea kwa lugha za wanadamu za kawaida eh, lakini hawa watu hawana upendo. Nasemekana ya kwamba hawa ni watu walio kama shaba isiyokuwa na umuhimu yoyote. Inakuja kusemekana ya, ya kwamba iwapo unaweza kunena kwa ndimi, iwapo unaweza kunena kwa ndimi za malaika, unaweza kuhubiri vizuri, unaweza kuimba vizuri, lakini wewe hauna upendo, wewe sio kitu kabisa. Kazi yote unaifanya, unafanya kazi bure. Anazidi kukuambia kwamba ujapokuwa nabii, ujapokuwa na uwezo wa kuamrisha milima zing'oke, ujapokuwa na uwezo wa hali ya juu wewe ni kwani, wewe ni mchungaji mtume mtu wa mm? mtu wa tabaka mbalimbali uliyeheshimika sana, lakini hauna upendo ndani yako, yote unayafanya, yote sio kitu machoni pa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vyema ukajisifu kwa haki na kweli, ukajisifu kwa kile unachokifanya kwamba ni cha umuhimu mm? anazidi kuongelea sasa uzuri wa upendo. Upendo ni kitu kama gani? nazidi kusema kwamba tena Mm? nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini tena nikijitoa mwili mm? wangu niungue moto kama sina upendo hainifaidi kitu. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu wanaweza kujitolea nafsi zao, mtu anajitolea anasema, kwamba mimi nataka nikufe kwa ajili ya watu fulani, mimi nataka nikufe kwa ajili ya familia yangu, nataka nikufe kwa ajili ya kanisa. Nataka nikufe kwa ajili ya shughuli fulani, nateseka kwa, kwa sababu ya shughuli fulani nateseka kwa sababu ya watu fulani. Lakini wewe unaendelea kuteseka kwa ajili ya familia yako, lakini hauna upendo. Unaendelea kuteseka kwa ajili ya kanisa lako, lakini hauna upendo. Unapotoa matoleo pale kanisani hauna upendo kabisa. Sadaka unazozitoa zote zinafanyika kuwa laana kwa madhabahu. Yeyote atakayekuja kuzileta sadaka zake hapo madhabahuni, basi hana furaha. Kwa sababu gani? Mchungaji umeitoa sadaka, lakini kwa kunungunika Eh, unapotoa msaada wote pale kanisani unatoa kwa kunungunika, na wewe ni kiongozi tambu ya kwamba waumini wote watakaweza kutoa ile sadaka, wote watabaki kuwa watu wa kunungunika, na hii sadaka haitamsaidia mtu yoyote. <laughs> Itakuja kufanyika majuto kwako na kwa familia yako na kwa waumini wako. Kwa sababu gani? Kama wewe muumini unaweza kukosa upendo, basi na maana ya kwamba yule anayekufundisha hana upendo. Wewe mwalimu ukiwa na upendo mwaini mwako, basi wanafunzi wako wanapaswa kukuwa na upendo. Mwalimu ukiwa na matamshi mazuri, mafundisho mazuri, wanafunzi wako watakuwa na mafundisho mazuri. Kwa hiyo nataka niwajulishe ya kwamba ndugu zangu, nyie mnaokuwa na nguvu za kujisifu, jamani, punguzeni haya mambo mnayefanya, kwa sababu sioni kama yatawafaidi kitu, kwa sababu ni Yehova anayesema na Yehova ndiye anayezungumzia ndani ya mtume wake. Nazidi kutuambia haya yote, tumekosa upendo kwenye maisha yetu, tumekosa upendo ndani ya injili. tumekosa upendo ndani ya maombezi, tumekosa upendo ndani ya unabii. Yani sisi ni watumishi wa Bwana ndiyo kweli, lakini sisi mambo tunayafanya hayampendezi Yehova. Sisi hatukai pamoja na Yehova, Yehova hayupo ndani yetu. Kama basi Yehova hayupo ndani yetu, anakaa wapi? Yehova hawezi akayatenda mema kama hajakaa ndani yako ni lazima akae ndani yako, maana anakaa ndani yako kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo. Unapozidi kumpenda ndugu yako dada yako, unapozidi kuyafanya yale ya haki, basi Yehova atabaki kukaa ndani yako. Lakini sasa wewe hauna upendo, hivi unataka kuniambia injili utahubiria kina nani? Kama hauna upendo, hata unene kwa ndimi utadharauliwa tu. Kama hauna upendo, hata uhubiri vizuri kiasi gani, hadi uhubiri, hadi kule Marekani, mimi nakwambia utadharauliwa na watu eh, uwe kwani kiasi gani na una upendo, utadharauliwa na watu mm. Uwe mwimbaji hodari ambaye unajisifu kabisa wewe ni mwimbaji nambari moja, hakika wewe ni mwimbaji wa Shetani, wewe sio mwimbaji wa Mungu. Maana Mungu ni Mungu mwenye upendo siku zote mm. <laughs> Unapokuwa na makanisa mengi sana na kujisifu kwamba una makanisa mengi, mimi nakwambia hayo ni makundi ya watu tu, wewe hauna upendo Mi nakuhakikishia kwamba yote unayefanya hayo yote, hawa watu wote uliokusanya wote unawapeleka motoni, kwa sababu kama wewe mwenyewe kiongozi hauna upendo, basi na maana ya kwamba haya makanisa yote hayana upendo. Nyumba yako haina upendo, mke wako mume wako watoto wako hawana upendo, kwa sababu wewe mwenyewe hauna upendo. Unastahili kuwafundisha namna ya kujua upendo. Basi tukutanie katika sehemu zingine ama katika makala mengine ya Injili ili tuweze kufundishana sahihi kuhusu upendo. Injili tamu yenye furaha itakayompendeza Yehova iwe ni injili ya upendo peke yake. Yehova hahitaji kitu kingine, anahitaji upendo kutoka kwako. Basi ubarikiwe sana na Mungu akutie nguvu, rafiki yangu mpendo unayezidi kunitazama kwa wakati huu. Ubarikiwe sana, sababu ya kwamba nakupenda siku zote kama jinsi unavyonipenda mimi. Hata ukinichukia bado ndazidi kukupenda, maana wewe ni wa dhamana kubwa kwangu. Ubarikiwe, shalom.